E, naitwa Dr. Ruben Eliud Mkama, ni daktari wa ICU au unaweza kuniita intensivist katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili Mloganzila. Nipo katika kitengo cha uangalizi maalum, in short, tunaweza tukaita intensive care unit katika hospitali yetu ya taifa Mloganzila. Na kabla sijaendelea mbele ningependa nieleze nini maana ya ICU. A, ICU ni kitengo ambacho kinachukua almost 10% ya vitanda vyote katika hospitali na hii ni kwa ajili ya wale wagonjwa ambao wanahitaji uangalizi maalum. Ndio lengo zima la a, kitengo cha a, uangalizi maalum au tunaweza kusema ICU unit. Kwa hiyo tunachukua wagonjwa ambao wenye changamoto za kiafya ambazo tunaweza tukawarudisha katika hali ambayo ni nzuri zaidi. Kwa hiyo huwa tunafanya ile e, uchaguzi makini wa wagonjwa kujua kwamba huyu mgonjwa tukimleta ICU kwa shida aliyoipata tunaweza tukamrudisha katika hali nzuri kuliko hivyo awali. Kwa hiyo ningependa tu kutoa mfano wa wagonjwa ambao tunawachukua: wagonjwa ambao wana changamoto za sukari, ambao wamepata complications za sukari, wagonjwa ambao pia wamepata ajali, wengine wanahitaji uangalizi maalum, au wagonjwa ambao wamefanyiwa operation kubwa, ambao wanahitaji uangalizi maalum, au tunaweza tukawachukua katika kitengo chetu cha uangalizi maalum. Kwa hiyo na namba na, na ya wagonjwa wetu kwa kweli inavari. Siwezi nikasema kwamba kuna ajenda hii na hii, maana tunapokea wagonjwa aina zote. Tunapokea wakubwa, lakini pia tunapokea ambao ni pediatric kwa uh, kitengo cha PICU au pediatric ICU ambayo ipo katika hospitali yetu. Kwa hiyo uh, anachotaka kusema kuna ku, watu zaidi wazidi kuelewa kuhusiana na kitengo cha uangalizi maalum kwamba ICU ni sehemu salama na tunapokea wagonjwa ambao wanakuja ICU na wengi tunawasaidia, wanarudi katika hali ambayo ilikuwa bora zaidi kuliko vile walivyokuja. Kwa hiyo niseme tu ni sehemu ambayo ni salama na ni, kuna specialized care au huduma bobezi ambazo watakuwa napewa, lakini na uangalizi wa karibu zaidi. Kwa hiyo ninachotaka kusema uh, na kuna wagonjwa ambao kweli tunakaa nao kwa muda na wanatoka, wanatoka wakiwa katika hali bora zaidi.